Hii ni shule ya wanawake tupu, lakini pia ni shule bomba sana. Kila mzazi huwa anafurahia mwanaye kusoma ndani ya hili eneo. Wanafunzi walikuwa wanafurahia sana mazingira ya hii shule. Michezo ilikuwepo ya kila aina, lakini pia madiko yalikuwepo ya kutosha. Maisha yake yanaendelea kama kawaida ya bwana. Mmoja kati ya mwanafunzi ambaye alikuwa ni kibonge wakati wa chakula, kwa bahati mbaya akamwagiwa maji katika sketi yake, akasema ngoja nielekee maliwatoni niende nikajisafishe. Wengine wakaendelea kupiga madiko, na baada ya kumaliza wahudumu wakashangaa watoto wakiwa wamepigwa na butwa wakiwa bado hawaelewi ni kitu gani kinaendelea. Ghafla anaingia mtu ambaye sura yake hatuioni, anawambia nyinyi wanawake kumi hebu simameni. Anawauliza majina yao, kisha anawapatia maelekezo. Bwana hawa watoto maelekezo ambayo alikuwa imepatiwa yaliwafanya kwenda kusimama juu kabisa jengo yebwana. Mwalimu mmoja akashuhudia mmoja kati ya mwanafunzi akiwa amejitupa mpaka upande wa chini. Principal pamoja na baadhi ya walimu wanafika wanauliza wanafunzi ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea, lakini wao wanatoa maelezo na kusema ya kwamba kuna mbaba ambaye amewapatia maelekezo ya kwamba ikifika saa tisa basi wafanye kazi ya kujitupa toka juu mpaka upande wa chini. Mwalimu anajaribu kuwabembeleza lakini watoto walikuwa hawaelewi wala hawasikii, wanasema ya kwamba hakika nasi tunahitaji sana kuokolewa lakini hatuna cha kufanya zaidi ya kuweza kutenda kama jinsi ambavyo tulikuwa tumeelezwa. Saa tisa inafika wanafunzi wote wanajitupa toka juu ya ghorofa mpaka upande wa chini. Maskari polisi wanafika kuweza kuangalia ni kitu gani kinachoendelea, wanamuuliza kitu gani kimeweza kutokea. Bi mkubwa hana la kuongea zaidi ya kutoa tu machozi, kwani naye hata alikuwa haelewi. Lakini upande wa nje wazazi wamesimama, wanahitaji kuingia ndani kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye maisha ya watoto wao. Kibonge anayekuwa mtu kati anaulizwa ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea, anaeleza kile ambacho kilikuwa kimetokea kabla mambo yote kuweza kujiri, na huenda kibonge kilichomsaidia ni kwa sababu alienda msalani na wala hakula kile chakula siku hii ya leo. du Aise, hii ni hatari afande. Hakumwamini Kibonge baada ya kuingia upande wa kantini, yebwana, inatoka baadhi ya mobu ya wanafunzi inaovamia watu ambao walikuwa wamekaa upande wa mbele, kisha wakatoka mpaka upande wa nje na kuweza kupita sehemu ambapo wazazi walikuwa wamekaa. Safari ya hawa wanafunzi yebwana ikaelekea mtaani. Kila mtu ambaye walikuwa anakutana naye mbele, basi hiyo ilikuwa ni halali yao, walikuwa wanawafanyia jambo baya ikiwemo kuwaangamiza. Wanafunzi sasa wamegeuka kuwa wauaji ambao inasemekana wanapokea amri kwa mtu asiyetambulika alikuwa kubwa sana katikati kati ya mtaa kwana, wanafunzi walifanya mabalaa ikiwemo kusababisha ajali. Mmoja kati ya wanafunzi anainuka anamfuata fanda, namweleza na inabidi mumtafute mtu anayetambulika kwa jina ya Platapu, endapo msipofanya hivyo, mabalaa yatakuwa mengi zaidi ya haya ambayo mlikuwa mmeyashuhudia. Huyu Platapu ni nani? Lakini pia ni kwa nini haya majanga yameweza kutokea? Upande wa pili tunakutana na mtu midevu ambaye alikuwa kakaa pamoja na mwanaye. Huyu ni mtoto ambaye miaka kumi na mbili iliyopita aliwahi kufanyiziwa uchawi kama huu ambao kampeleka mtoto huyu kumwangamiza mama yake pamoja na mdogo wake mmoja wa kiume. Hivyo mzee tokea kipindi hicho amefanya kazi ya kumlea huyu binti yake, lakini yeye alichofanikiwa ni kumkamata mtu ambaye alikuwa akamloga huyu binti yake kisha kumfungia ndani ya chumba, na anafanya kazi ya kumpatia mateso mtu huyu kila itwapo leo. Mtu huyu ambaye alikuwa kanaswa ndio Platapu ambaye kwa sasa alikuwa anatafutwa kwa udi na uvumba, na endapo asipopatikana e, bwana vagi litaendelea ndani ya hili jiji. Taarifa zinamfikia mzee midevu kwa kupitia tarifa ya habari ambayo ilikuwa inasomwa katika televisheni. Mzee anakumbuka vyema mambo kama haya yalitokea miaka kumi na mbili iliyopita ambayo yakapelekea yeye kuipoteza familia yake aliyokuwa anaipenda, lakini pia binti yake kubaki katika hali mbaya kama hii. Na leo inasemekana ya kwamba Platap ambaye yeye alikuwa akamshikilia ndiyo ambaye alikuwa anatafutwa ili vagi liweze kutulia katikati ya jiji. Mpaka sasa maskari polisi walikuwa hawafahamu ni kitu gani ambacho kimewakuta hawa wanafunzi, kwani wao walikuwa watambua kwamba huu ulikuwa ni ushirikina, wakaamua kuwaita wazazi kila mmoja aongee na mtoto wake, huenda labda wanaweza wakawaelewa. Mzee madevu anafika ndani ya hili eneo na kueleza huu ni ushirikina ambao unatumiwa kuwekwa ndani ya chakula, hivyo mnachokifanya ndani ya hili eneo hamtoweza kufanikiwa. Lakini pia anamfuata yule binti ambaye alileta ujumbe na kumweleza platapu, mimi ninaye, lakini pia umepewa ujumbe gani endapo platapu akipatikana? Dada anabaki anamung'unya maneno, lakini pia mzee midevu anaendelea kueleza kwamba huu ni ushirikina ambao endapo mtu akiweza kukitumia hicho chakula ambacho mtu alikuwa akikiwekea midawa, itamfanya huyo mtu awe chini ya kontrol ya yule mchawi, naye atakuwa anafanya kila kitu ambacho atakuwa anaelekezwa na yule mchawi, japo ndani yake atakuwa anatamani sana kuokolewa, lakini hatakuwa na lolote la kuweza kufanya ili aondokane na huo mtego. Mzee midevu anaongea kwa sababu ana experience na haya mambo, lakini pia akasema ya kwamba ninahitaji nionane na mtu ambaye aliweza kusababisha haya mambo yote. Katika kuangaza, anafanikiwa kukutana na huyu muungwana ambaye ndiyo anayewakontrol hawa mabinti wote. Mshikaji anainuka anamfuata mzee midevu na kumweleza hakika, nimeweza kukubali uwezo wako. Lakini pia mshikaji anamfuata bimdada Isha, ambaye alimpatia maelekezo ni kitu gani cha kufanya endapo platap ataweza kupatikana. Kwa kuwa huyu binti alikuwa kasau ni kitu gani ambacho alikuwa anahitajika kuweza kukifanya, hivyo muungwana anampa amri akate mshipo wa damu kwenye mkono wake. Binti anafanya kama jinsi ambavyo alikuwa akaelekezwa. Wazazi wanapiga kelele kumzuia, lakini muungwana anamweleza endapo mtu akikushika wewe, endelea kufanya kama jinsi nilivyokuelekeza. Watoto walikuwa wanamwogopa sana mshikaji, endapo akiongea walikuwa na baki wanatetemeka, lakini pia kila kitu ambacho alikuwa anawaelekeza kukifanya walikuwa hawana pingamizi lolote. Afande akajaribu kutoa bunduki ili aweze kumuua huyu mshirikina, lakini mmoja kati ya mtoto akampiga beto za kutosha tumboni. Principal anaenda kumsaidia askari, lakini muungwana anatoa amri ya kwamba wazazi wote waweze kutoka ndani ya hili eneo, kwani anahitaji baki yeye pamoja na wanafunzi bila kumsahau mzee midevu, ili waweze kuzungumza. Wazazi wanakuwa ni wabishi a kufanya kama jinsi ambavyo mshirikina alikuwa anayoelekeza, ndipo anapiga kelele na kuwauliza hawa wanafunzi, ni nani ambaye anajua kutumia bunduki kati yenu? Moja kati ya mtoto anainuka, wazazi wanajaribu kumzuia, wanajiuliza mtoto wao ni lini amefahamu kutumia bunduki. Mtoto anasema ya kwamba amejifunza kutumia silaha kipindi ambapo alikuwa anaenda klabu. Mchawi anamwambia kwamba kwa, kwa, kwa, wako zonga. Anza, kwa, anza, kwa wazazi wako na kuzongazonga, ebu anza kwanza kuwamaliza wazazi wako ili niamini ya kwamba ni kweli unafahamu ni jinsi gani ya kuitumia hii silaha. Binti geuka anawamaliza wazazi wake, lakini pia kwa kila mzazi ambaye alikuwa hataki kutoka ndani ya hili eneo, binti alikuwa anafanya kazi ya kuwapiga shabaha kama jinsi ambavyo alikuwa akaelekezwa. Baada ya mambo kuweza kutulia, bwana waungwana wawili wanakaa chini. Madevu anaulizwa platapu yuko wapi, anasema ya kwamba nimemkamata, yupo nyumbani kwangu, nimemfunga na minyororo mikubwa na kila siku ninamtesa kwa muda wa miaka kumi na mbili mpaka sasa. Mshirikina anashangaa sana, nakuwaje mwalimu wake pamoja na kaka yake aliyemfundisha mambo yote kama haya kukamatwa na mtu kawaida kama huyu midevu anamwambia mshirikina ya kwamba ukihitaji niweze kumwachia kaka yako, basi inabidi uweze kunisaidia mtoto wangu atoke kwenye uchawi ambao alikuwa akapatiwa na kaka yako miaka kumi na mbili iliyopita. Katikati ya maongezi mwanafunzi mmoja akainua sauti yake akihitaji kuongea na huyu mshirikina, lakini mwamba akamweleza mwanafunzi, hebu acha usipumue, yaani usivute pumzi yoyote, bwana mdogo. E bwana akafanya kama jinsi ambavyo alikuwa akaelekezwa, hatimaye akaanguka chini na kupoteza maisha pale pale. Washikaji, baada ya kuelewana, mshirikine kabidi amwite principal na kumweleza awatoe wazazi wote upande wa nje ili yeye aondoke pamoja na wanafunzi bila kumsahau Mr. Midevu na kuelekea sehemu ambapo Platap alikuwa akafungiwa, lakini pia anatoa maelezo ya kwamba asifuate na gari lolote la maskari polisi kwani endapo askari yoyote akiwafata kwa nyuma atatoa amri mwanafunzi moja, moja moja ajitupe upande wa nje na kupoteza maisha. Njiani anakutana na mwanafunzi akifanya mabalaa, mshikaji anamwita, anampatia amri aingie ndani ya gari, lakini mwanafunzi akabaki amepigwa na butwa, kisha akakimbia. Mshirikina akawa anamweleza Mr. Midevu ya kwamba hii ni kawaida sana, kwani uchawi ambao nimewapatia hawa wanafunzi baada ya kuweza kutupia ndani ya chakula ambacho alikuwa amekila. Nikikaa mbali nao kwa muda wa lisali moja, nguvu ya uchawi inapungua, hivyo nitashindwa kabisa kuwa kontrol. Shirikina anasema ameangaika sana kumtafuta kaka yake kwa muda wa miaka kumi na mbili na bila ruhusa yake haruhusiwi kabisa kukanyaga nyumbani ambapo alikuwa anaishi kaka yake, kwani endapo akifanya hivyo, basi hata binti zake wana uwezo wa kumfanya jambo baya, na hii ni kutokana na uchawi ambao kaka alikuwa akawapatia familia nzima. Maskari polisi pamoja na wanaendelea kuangalia kwa kupitia GPS ni sehemu gani ambapo hizi gari zilikuwa zinaelekea. Safari inafikisha mpaka nyumbani kwa Midevu. Mshirikina anatoa amri wanafunzi wachache waweze kumfuata kwa nyuma na wengine wabaki nje kama walinzi, na mtu yoyote ambaye atakuwa anajaribu kuingia upande wa ndani, basi wamfanyie majambozi. Mchizi baada ya kumwangalia Bimdanda anamwambia Midevu, huu ni uchawi ambao anaweza kutatua kaka yake pekee, kwani yeye anadai uchawi wake unadumu kwa muda mchache sana tofauti na kaka yake, ambaye aliyemloga huyu binti na kumweka chini ya wake kwa muda wa miaka kumi na mbili mpaka sasa, lakini pia hiyo haitoshi. Binti huyu siku zote huwa anatabasamu huku machozi akiwa ya yanamtoka. Du, mshikaji anamweleza Midevu, je, una deni lolote ambalo kaka yangu platapo anakudai? Kwani pasina hivyo uchawi usingeweza kukaa kwa muda mrefu kama hivi. Madevu anamweleza mshirikina ya kwamba hadaiwi pesa yoyote na Platapu. Huu ulikuwa ni uchawi ambao mtu ana control akili ya mtu mwingine. Hivyo mshirikina anamweleza mshikaji madevu ya kwamba kumbuka, kama Platapu anakudai deni lolote, kwani la sivyo uchawi huu hauwezi ukamtoka binti yako. Madevu baada ya kutafakari, anamweleza mshirikina ya kwamba ni kweli Platapu, kuna siku moja alifanikiwa kumnunulia chai na kuweza kumlipia ile pesa. Mshirikina anamweleza basi, hilo ndiyo deni ambalo Platapu anakudai. Pasina kuweza kumlipa, akili ya binti yako itakuwa bado inatawaliwa na hapo siku zote. Mchizi anaambiwa umpatie plata rupia kumi ambazo alikulipia kwenye chai. Baada ya kuweza kumwamsha plata na kumpatia ile rupia kumi anaenda kumwamsha binti yake Aria, na leo kwa mara ya kwanza, baada ya miaka kumi na mbili kupita, akili ya binti yake inarudi katika utimamu. Anaanza kulia akipiga kelele kwa uchungu mkubwa akimwita baba yake. Baba na mwana wanakumbatiana kwa uchungu mkubwa, lakini hapa kuna jambo la kujifunza: hata kama kuna mtu, kuna kitu amekununulia, iwe chakula ama chai, basi hakikisha huyo mtu mwamini kwa hiki ambacho tumeweza kukiona hapa bwana. Endapo huyo mtu akawa ana lengo baya na wewe, basi utakuwa ndani ya hatari kubwa. Mchizi anafanikiwa kukutana na kaka yake Platap, lakini kwa sasa alikuwa hana uwezo wa kuzungumza, kwani alikuwa kakatwa ulimi na mtaalamu wetu Midevu. Mshirikina anashangaa sana kwa hiki ambacho kilikuwa kimeweza kutokea, kwani kuna mambo mengi ambayo alikuwa anahitaji kufundishwa na kaka yake. Na kwa kuwa amesha katwa ulimi, yeye anadai ya kwamba itamchukua miaka kumi kujifunza mwenyewe. Anaanza kutembeza kichapo kwa Midevu lakini mshikaji alikuwa ni mjanja kwani nyumba tayari alikuwa ameshaiwekea mitego, hivyo siku hii ya leo midevu anafanikiwa pia kumshinda huyu mwamba. Anabonyeza saa yake, wanafunzi wote wanazimia, lakini pia watu wote waliokuwepo ndani ya hili eneo wanazimia kutokana na mitambo ambayo alikuwa akaiweka, kwani ilikuwa inatoa kelele ambayo ilikuwa siyo ya kawaida. Mshirikina anakuja kuamka, tayari yupo kwenye kumi na nane za mwamba ambaye alikuwa ni midevu, lakini pia kwa sasa wanafunzi wote walikuwa tayari wameshatokana na ushirikina wa kutawaliwa akili na huyu mwamba, lakini pia principal, na yule askari polisi baada kufika andania, ya kufika ndani ya hili eneo Midevu anawaeleza kwamba anawaomba waweze kumwachia huyu mwamba pamoja na kaka yake aweze kuwafungia yeye na yeye, atahakikisha wanaishi maisha magumu katika maisha yao yote, lakini pia kwa sasa mtoto wake alikuwa tayari ameshapona, kwani deni tayari ilikuwa limeweza kulipwa. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umejifunza jambo jipya ama umeenjoy, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyoka kama hivi